Mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa muda huu tukiwa tumekutana hapa kwa lengo la taarufu, tukiwa tunafungua maahadi yetu kwa mwaka mpya wa 25 26. Imepewa dakika saba ili niweze kuyazungumza machache, na mara nyingi sisi wengine sio wazungumzaji , hasa ukija ukiingia katika sekta ya nidhamu, sio sehemu ya maneno, ni sehemu ya utekelezaji zaidi kuliko hata, kuliko hata maneno. Na kwa muda huu mchache, naomba tukumbushane baadhi ya vitu muhimu sana vya msingi. Jambo la kwanza tunakumbushana kuhusu muda wa kuingia na muda wa kutoka Mahadul Imam Shafii, kama mwanafunzi muda wa kuingia uliokuwa rasmi kwa mwanafunzi ni saa moja kamili ndio muda wa kuingia, na muda wa kutoka ni baada ya salati dhuhuri, ndio muda wetu wa kutoka. Na nalisema hili li mapema kwa sababu kila mmoja aweze kulifahamu hilo, na ili safari yetu tuweze kutembea kwa amani zaidi. Tunaomba ushirikiano. Saa moja kamili kila mwanafunzi anatakiwa awe ameshaingia pale getini, isipokuwa kwa wale ambao watakaokuwa na dharura, na hizo dharura maana yake lazima tuzifahamu sisi pale ofisini, ndio tuweza kukutetea. Kinyume na hivyo hakutokuwa na mtu ambaye atakaye kutetea kwa nini umechelewa. Kwa hiyo, saa moja kamili mwanafunzi anatakiwa afike, na muda wa kutoka ni baada ya salati dhuhuri. Kwenye hili la muda wa kutoka kuna mambo mawili. Kuna baadhi ya wanafunzi walikuwa wanaondoka kabla ya salati dhuhuri kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza mtu anaondoka ili akahudhurie darasa sehemu fulani, kuna msikiti fulani, kuna darasa baada ya salati dhuhuri, yeye anakwenda akahudhurie kwenye hiyo darasa. Lakini sababu ya pili mtu anaondoka kabla salati dhuhuri kwa sababu yeye ni imamu kwenye msikiti fulani sawa. So, jamani, hizi ruhusa zote tulishazifuta sasa hivi. Mwanafunzi wa mahad Imam Shafii anatakiwa aondoke baada salati dhuhuri, sio kwa sababu ya kwenda kuswalisha. Kwa sababu kabla wewe hujaja watu walikuwa wanaswali na walilahi, alhamdu Tanga ni neema. Hakuna msikiti ambao utakosa kuswaliwa swalati dhuhuri eti kwa sababu ya imamu kwamba wewe hujafika. Kwa hiyo hilo jambo naomba litambulike na lifahamike kwa sura hiyo. Misikiti yote tutazungumza nao wale viongozi wa misikiti juu ya hilo, kwamba swalati dhuhuri itaswalishwa na maimamu waliokuwa hapo. Huyu ambaye ni mwanafunzi wetu atahudhuria kuanzia swalati la asri na swala nyingine zilizobaki, zilizo ama darsa baada ya salati dhuhuri, hiyo haipo tena. Wanafunzi wote wanatakiwa waswalie hapa, isipokuwa mlango wa dharura bado uko wazi kwa yule atakayekuwa kuwa na dharura, atakuja kutoa maelezo kwa hili. Maana yake rasmi sasa wote wanatakiwa waswalie hapa. Jambo la kwanza, muda wa kuingia na muda na muda wa kutoka. Lakini swala la pili ni swala zima la matumizi ya simu katika eneo letu la Mahad muda wa masomo. Tukiangalia katika sheria zetu, simu hairuhusiwi kabisa, lakini tumeacha simu kutokana na hali mbalimbali, mbali na mazingira ambayo yamepelekea kwamba simu zitumike, lakini muda wa masomo ndani ya eneo la Mahad hatutaki tumwone mwanafunzi anatumia simu muda wa masomo kuanzia saa moja kamili unaingia getini mpaka saa saba unaondoka ile eneo la mahad sawasawa. Imekuwa darasani au imekuwa nje ya darasani, haya maeneo yote hatutaki tukuone kwamba unakuja unatufanyia vurugu kwa matumizi ya simu. Hilo jambo hatutaki tulione, baada ya maelezo haya ambayo nayaongea hivi sasa. Lakini jambo la tatu tuna muda wetu saa nne kamili ni muda wa mapumziko. Mpaka saa nne na nusu mwanafunzi anatakiwa awe darasani. Kuna visingizio ambavyo vinatokea kwa baadhi ya wanafunzi kwa kuchelewa kutoka. Labda mwalimu, inawezekana kuna jambo alikuwa anasherehesha akachelewa kutoka darasani. Wanafunzi wakachelewa kutoka, badala saa nne kamili kutoka saa nne tano. Inafika wakati wanafunzi wakiondoka wanakuja na hoja kwamba tumechelewa kwa sababu mwalimu alichelewa kutoka. Hiyo hoja hataki tuisikie. Kama mwalimu ukachelewa kutoka utakii kwenda mbali huwezi kufa hiyo, kwa njia hiyo kama ionekane kwamba utakuja utakufa eti kwa sababu mwalimu alichelewa kutoka na mimi nakwenda mbali, nikanywa chai nitachelewa kurudi. Hilo jambo hataki tulione. Kama mwalimu kachelewa kutoka unaangalia muda wako. Huu muda naweza nikaenda wapi kupata kufuata miogo? Naweza nikafika na kurudi? Sitoweza kufika na kurudi, halasi. Endelea kubaki hapa. Saa nne na dakika ishirini na tano wanafunzi wanatakiwa wanaelekea madarasani ili saa nne na nusu ikishafika mwalimu anaanza kufundisha, sio saa nne na nusu ndio nakutoka huko na au saa nne na nusu ndio naanza kujipanga foleni getini ili uingie darasani. Hiyo dhahira, hatutaki tuje tuione, haituleta picha nzuri. Lakini jambo lingine, kuna darasa za nje kwa ajili ya wanafunzi wa ndani ili tutalizungumza kwa wakati wetu, tukishakuwa hapa ndani, tutazungumza masuala ya darasa za nje na wale ambao wanatoa kwa ajili ya kwenda kusomesha, ili tutalizungumza sisi wenyewe ndani katika mambo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe. Jambo la mwisho kabisa ambalo linatuhusu sote kwa pamoja ni wanafunzi ambao wamechelewa kurudi kwa sababu mbalimbali mbali. Wako wale ambao tuna dharura zao tunazitambua, wako wale ambao tutambui dharura zao, hatuna taarifa nao za kuchelewa. Kwa hiyo hawa tutakutana nao kesho rasmi mwanafunzi tunemzingatia amerudi ni wale ambao tuliandika majina. Kuna majina tulishaandika tangu siku ya kwanza tuliandika majina kwamba nani amerudi nani hajarudi, tuliandika majina. Kwa hiyo majina tunayo kwa wale ambao wamewahi kurudi. Wale wote ambao waliochelewa, nadhani kesho, kwa uwezo wa Allah subhanahu wataala, tunaweza tukaanza nao hao, sio kumalizana nao tuweze kumalizana nao kesho, bali kesho tutakuja nao wale waliokuwa na dharura wamechelewa. Mtu lakini alikuwa na dharura, ametoa taarifa kwa mwalimu fulani, kwa vizuri huo muda hu, naye awe na taarifa, ima karatasi kutoka kwa huyo mwalimu ambaye yeye alikuja akaomba ruhusa kwake. Lakini mwisho wa yote tuombe ushirikiano kwa wanafunzi, na sisi ni wasikivu sana. Mtu ana dharura yoyote, tutakaa tusha, tutashauriana kwa pamoja tutaweza kusaidiana kila pale ambapo alipokuwa na changamoto ya aina yoyote. Sisi ni walezi, isionekane kwamba sisi ni kama vile mahakama, mtu anaogopa kwenda. Hapana, wewe, kuna tatizo lolote, njoo tujadiliane kwa pamoja, tutashauriana nini tukusaidie, mawazo gani tukusaidie, ili mradi tuweze kufika katika malengo yale ambayo tumekusudia. Kwa haya machache, niseme tu kwamba karibu sana wanafunzi wageni lakini pia wale wenyeji wetu pia karibuni kwa mwaka mpya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasahbih wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.